Alaykum wa barakatuh. warahmatullahi wabarakatuhu. Nami maalim Jafar Mtavassy kwenye kipindi kingine maridhawa cha tafsiri za ndoto kama ilivyo ada kenestori, na leo nimechagua kukuambia kwamba tutazungumza ndoto za vipando, japo nimewahi kuzungumza katika klipu zilizopita gari meli, lakini sio kwa maana kafi sana, yani maana yenye kutosha zaidi, bali nimechagua chagua baadhi ya mambo kuyazungumzia. Moja tunasema, a dream symbolizes your life journey, personal progress. Kuona katika ndoto kunafanya mambo haya ya usafiri, kuona katika ndoto chombo cha usafiri Eh, gari, ndege, meli mara nyingi huwa inatuashiria safari ya maisha au maendeleo. Hivyo haya ndiyo mambo ambayo tunakwenda kuyatazama katika ndoto hii ya vipando: kuendesha au kudhibiti kipando, mtu kuwa anakiendesha au yeye ndiye anakidhibiti kama vile gari, meli, ndege so on, nini hasa huwa inaweza kujulisha? Ikiwa unaendesha kipando, inaonyesha kuwa una udhibiti wa maisha yako au maamuzi yako, tofauti na ukiwa unaendeshwa katika ndoto, maana itabadilika. Hapa ni wewe unaendesha, si kuendeshwa. Wewe unaendesha, yani wewe ndio unachukua udhibiti wa chombo, kulia, kushoto, unakunja hizi ndizo maana zake. Lakini kipando kikiharibika au kusimama, hii huashiria kuharibika katika ndoto, kupata matatizo na vikwazo katika maisha yako binafsi. Unaendesha kipando halafu kipando hiki kikapata itilafu, fahamu kabisa kwamba unapoelekea, unapoelekea kwenye maharibiko au umo ndani ya maharibiko. Kwa hivyo mambo yatakuwa hayaendi pasavyo, inakubidi sasa ukaze buti na uangalie namna gani unaweza kujinusuru kutokana na mazingira ya hali zilivyo kwa kipindi hiki. Nadhani naeleweka vizuri, bibi. Basi kama utaona kuna mtu anakuendesha kwenye kipando, basi fahamu huyu mtu anaweza akashika usukani wa maisha yako, huyu mtu anaweza akashika hata yawewe kusogea mbele kimaisha na kadhalika. Au chombo kimeharibika, sasa tunafanyaje katika ndoto hii ambayo chombo kimeharibika, na anapatikana fundi, ila ndugu yako anakuja na kusaidia kutengeneza, huyu atakusaidia kujikwamua kimaisha. Lazima ujifunze kuishi na watu wengine vizuri, ili uweze kukwamua pale ambapo unakuwa umekwama ama kwa maana nyingine zaidi iliyo kafi katika ndoto za kipando, ndege ipo angani, safari imeiva. Mara watu wametaharuki kwenye ndege na wewe ndiye dereva. Hakika kwenye maisha yako litazaliwa jambo ambalo si zuri, au limeshazaliwa sasa linawajengia watu wengine taharuki, au watakuonea watu kwa jicho la huruma, au utakwenda kwenye maharibiko, unakaribia kuangamia, au utapata maradhi makubwa ambayo yatakusumbua na nusura ya hapo ni kuona umepona kwenye kipando hiki au ndoto imekwisha ukiwa ardhini na ukiwa salama. Kinyume chake, basi ndoto hii inakuonya kwenda kwenye maharibiko makubwa au kuingia kwenye shida yoyote ile, miongoni mwa shida ambazo ndoto hii itakuwa inakuonya. Jichunguze sana unapoona ndoto za namna hii, ni lazima ujichunguze na utafakari ipasavyo kwamba je, hivi ni kitu gani ambacho ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mimi nipo ndani yake au nina kielekea. Kama kuna dili za pesa, wakati huo sio wakati mzuri, inafaa kabisa utafakari mara kumi kumi kwamba hii pesa iweze ikazua tatizo au kuna jambo litatokea baada ya pesa hii kuitoa utayumba kidogo na kadhalika. Nakusema na kadhalika, inaeleweka vizuri eh, na mambo ya namna hiyo. Haya, sasa, mtu yupo kwenye kipando alafu ghafla kipando kinapata ajali, yeye anaruka, anatokea upande wa pili kipando kinapata ajali peke yake, yeye yuko safe. hii inaweza kumaanisha nini hasa katika ndoto yake? Tafakari vizuri, fikiri pasavyo kwamba ndoto hii inakujulisha kwamba kuna tukio baya na gumu, lakini wewe utapona kwenye mazingira ambayo hukutarajia kabisa. Hukutarajia kabisa ndio umepona kutoka katika jambo hilo. Lakini ukiona ni msafara, msafara waenda kwa miguu mbele kuna shungedufu, shungedufu nadhani mtakuwa mmenielewa kidogo. Shungedufu lile mahmal, wanabeba kama vile wafalme walivyokuwa wanabebwa zamani. Kuna watu wengine wameshika huko, kama machela tunaita, lakini ni kibanda maalum kimeshikwa, sasa beba, beba. <laughs> Wana mara zote huwa inakuashiria kwamba, uh, inaweza ikatokea tabu katika maisha na mwendo wa maisha yako utakuwa ni wa taratibu sana kiuchumi. Lakini ukiona msafara huu umeenda kumwokota mtu kisimani, fahamu kwamba kuna ukame mkubwa sana unakuja baadaye wa kifedha na nusura yake itachukua muda mrefu pia. Allah taala atujalie khairi, atujalie khairi, na haya unaweza ukafanya misdaku kutoka ndani ya Qurani tukufu, hadithi na akasisi za Qurani ambazo zimesimulia ndani yake mimi nikwambie jambo, huu msafara tutakauona katika ndoto alafu ukaonyesha kisima ndani yake, mkachota maji, mtapata manufaa. Kama wewe uko miongoni mwa watu wa msafara huo, basi utapata manufaa kutokana na biashara au safari. Lakini ukiona wewe uko kisimani na watu wanakuja kukutoa, kama yaliotokea kwa nabii Yusuf, basi upitia mkasa huo na Yusuf alayhi salam, utakuwa na wewe pia unapata biashara ndani yake kutokana na yale ambayo yeye yalimsibu. Rejea vizuri kwenye Qur'ani, rudi kwenye mikasa ya manabii utaenda kuona yale aliyomsibu alipata manufaa baada ya kupata wokovu ambao Allah Taala alimjalia kutoka kwenye mikono ya watu wa msafara, akaenda kutokea Misri akawa mtawala. Kwa hivyo, kama mwaka huu umeruzukiwa mtoto wa kiume alafu ndio ndoto inakuja hii, basi mwanao atakuwa mtawala. Na kama ivyovyote itakavyokuwa mambo yakaenda yakaharibika, basi fahamu kabisa matengemavu yake yanachukua muda mrefu kidogo, at least kwenye miaka kumi na moja hivi au kwanzia miaka miwili mitatu, ndio mambo yanaweza kwenda kutengenezeka. Watu wengi wanadhani kwamba ndoto ikitokea leo lazima ilete matokeo yake leo, sasa hivi, wakati huu, mbone anaota, hazitokei. Kuna mtu mmoja, baada ya miaka minne ndipo akakiri, shehe, ndoto ile imetokea leo, nimeona yale mambo yote ambayo ilikuwa umeniambia nimetokea katika mwaka huu na Allah Taala ameshanijalia nusura. Sasa hivi mambo yangu yanakwenda hivi. Ni watu wengi wamekiri pia kutokea mambo ya namna hii. Mimi ni Mwalimu Jaafar Mtavassy, kwa mimi kama ndio mara ya kwanza leo unatazama Mtavassy online, usiwe subscribe kisha usalama kengele na usiache acha kutufuatilia hapa, ili uendelee kujifunza mengi na mengi zaidi. Karibu kwenye masomo ya lugha ya Kiarabu Kiingereza, na masomo mengine mengine mazuri katika fikihi, sira na kadhalika. Walimu wanajipanga vizuri, ili wakianza kutuletea masomo ya kwa hivyo, mimi utaendelea kuniona nikikuletea tafsiri za ndoto na baadhi ya mafundisho otokanayo na ndoa, lakini mengi mengi yanakuja na waalimu wengine, wa insha Allah taala, bila kusahau vipindi ambavyo vitakuwa vinatufundisha kuhusu dua na maisha ya watu na majini katika ulimwengu huu wa kidunia wakidini. Wassalamu alaykum